majina mazuri ya mabinti na maana zake. Na kitabu hiki kimekuja kwa muundo wa alfabeti, kwa maana amepangilia kwa herufi kuanzia alif e, mpaka ya, kwa maana nimeweka majina ambayo yanaanza na alif, yanaanza na ba mpaka mwisho. kwa kama kuna mtu anatafuta majina ya, ya mabinti majina, majina mazuri, basi afuatilia e, darsa hizi, ili aweze kupata majina mazuri ya kuwapa mabinti zake atakayojaliwa kuwapata. So, watoto unawapa majina ya ovyo ovyo, majina ya vibibi. Majina mazuri hivyo, sio Mwasiti, sio Mwana Hamisi, sio Mwana nani. Mabinti zako eh, majina mazuri eh, kama alivyoeleza mtu wa salamu kwamba kuwapa watoto majina mazuri sio majina ya ovyo ovyo, ndio una, unawapa watoto zako natulisha katika jina hili la Anisa. Nasema Anisa, al alanisa hiya tayyibatu nafs, nafsi ni ule ambaye mwenye nafsi nzuri, almahbubu qurbuha wa hadithuha, ambaye anapendezewa kuwa karibu naye na kuzungumza naye ani. So, Kiswahili kifupi tunasema Anisa ni mliwazaji. No, maana ya Anisa. Jina lifuatalo ni Ayati. Ayat, al ayat ni jamu ya aya. Neno ayat ni wingi wa neno aya. Wal aya al alama, na aya ina maana ya al alama. Maana ayat, maana yake ni alama. Yote ni majina ya kike hayo. Jina linalofuata ni alifa. Alifa, nasema man ta'alaf wa tu'alaf, ni ule ambaye anezoe na anezoeleka maneno alifa. Jina linalofuata ni umu Kulthum. Al kulthum ni mumtaliu lahmi lkhaddaini wal wajhi, ni ule ambaye aliyejazia nyama za mashavuni na usoni. Inaita umu Kulthum, naita Kulthum, mumtaliu lahmi lkhaddaini wal wajhi, nule ambaye aliyejazia nyama za mashavuni na usoni. Amjad Amjad, man kana dha majd majdi, ambayo mwenye cheo anaitwa Amjad, ambayo inatokana neno majd. Jina linalofuata ni alhan alhan, jam'u lahn, neno alhan nino, nino, Wawo, sootu, Niso, tiam, Al ni wingi wa neno lahn, wa huwa sautu almusiqa ni sauti ya mziki, almawdu'i lilaghniya, iliyowekwa kwa ajili ya kuimbia

Jina linalofuata ni Almas. Almas anasema ni hajarun shaffafun, ni jiwe mbalo zuri. Shaffaf yani lisafi. Shadidu lamaan, lenye mngao mkali. Dhu alwani, lenye rangi nyingi. Wa huwa adhamu lhijara, nao ni jiwe kubwa. Aa, annafisa qima, lenye thamani kubwa, ya thamani

Ansam, ansam ni tahabu ruwaidan, yule ambaye anatoa zawadi kidogo kidogo. t ansam ana tahabu ruwaidan. Jina linalofuata ni anwar, azahru al abyad. Anwar maana yake ni ua leupe, wahidatuhu naura moja wake ni naura. Ukisema naura ni ua moja, anwar ni maua mengi